Wewe, mumeagiza nini? Au jamaa, tumekuja kwenye hoteli kubwa na walichoagiza, ameagiza tob esi. Ni majaribu jamani, kweli. Kiuro. Kiuro, togoma mimi naona hapa mtaomba elfu mbili mia mbili ndio mtoke, aa aomba hapa, elfu mbili mia mbili ndio tutoke hapa? Umekuja umekaa kwenye kitu kizuri kama kamaisha, alafu ulipe togo ya

O fresh kabisa, unyama huo. Tajiri mwenyewe huyo huyo, ongea kitu. Yaani hapa mnavyoona hivi, subiri muone dakika moja, hapa mtakachokiona tuko <tukurinda> <tukurinda> tuko vizuri sasa. Siku nyingine

Mimi mwenyewe unaona. Unaona hapo nje hivi kwa nimeshaogopa kuingia huko. Sikiliza. Kitu ni kitu cha Unajua? Ile pesa. Bata tumesha yaanza. Tumeagiza ugali lakini atuoni

Ukiwa umezimirikiwe mwenyewe ni zako yaani, ukiwa nazo kwa mfuko ni zako wananchi.